Asalamu alaikum, ndugu yangu Muislam. Naomba unyezime dakika zako kadhaa tu niweze kukusimulia hadithi hii yenye fadhila nami yake, huenda ulikuwa ujui au uenda ulikuwa wafahamu, lakini acha nikuelezee hadithi hii. Ilikuwa mwezi wa 12, kipindi cha likizo, kama jinsi tunavyofahamu kwamba watu wengi tunasafiri kutoka Dar es Salaam kwenda mikoani mikohani kuja Dar es Salaam. Na mimi ndo hivyo hivyo, ilikusanya vilago vangu nikatoka Salaam mpaka Tanga kumtemelea babu yangu. Nilipoweza kuwasili kwa babo yangu, babo yangu alifurahi mno kunyona tena, kwa sababu ni muda mrefu sana sikuweza kufika kwake. Iza lilipoingia, tukapiga stori za uongo na ukweli, kisha tukalala. Asubuhi iipyofika kama kawaida mnavyojua kwamba vijijini asubuhi wanaenda mashambani kulima, jioni wanarejea nyumbani. Tuyel na shambani kulima, huku tunalima huku tunapiga stori mbili mbili tatu. Baada ya kumaliza kulima, tukatafuta sehemu moja nzuri kwa ajili ya kuondoa uchovu wa kulima. Wakati tunazungumza, babu akavua kofia yake, himi nikashangaa kumbe unamvi hivyo. Kwa nini nisiende kununua kiwembe dukani nikaweza kukunywa nywele hizo, maana mvi ni nyingi sana babu kichwani mwako babu akaniuliza kwa nini wanataka ninyoe mimi nikamwambia ili upendeze babu kwa sababu mvi ziliokuwa nazo ni nyingi mno lakini ukinyoa hizo mvi zako unakuwa kama kijana mimi babu yangu babu akatabasamu kisha akanyambia subiri ni kueleze hadithi hii ili uweze kunielewa na tumaini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wena ukanyelewa, mjukuu wangu. Aliposema hapo, mimi nikatega sikio sasa, ili niweze kumsikiliza babu yangu. Siku moja Abdullah bin Amri, radhiallahu anhu, amesimulia ya kuwa rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam amekataza kunyoa mvi, na akasema hakika hiyo ni nuru kwa Muislamu. Mwenyelewa mjukuu wangu au hujanyelewa? Mimi nikamjibu hapana babu, sijakuelewa em, nielezee kwa undani zaidi babu. akasema mjukuu wangu subiri, nikupe hadithi nyingine, uenda hii ukanielewa zaidi. Siku moja Abu Huraira radhiallahu anhu amesimulia ya kuwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amesema, msinyoe mvi, hakika hizo zitakuwa nuru siku ya Kiyama yule ambaye atafikia utuzima kwa kuwa mvi basi Allah atamwandikia kila mvi moja wema mmoja, na tafutiwa dhambi moja, na atanyanyuliwa kwa daraja moja. Je, hapo mnielewa? Nikamwambia babu, babu, kwa hapo nimekuelewa, lakini mbona haya unaonyelezea mimi hapo nyuma sikuweza kujua au sikuweza kuambiwa na mtu yeyote? Babu babu akanijibu, ndiko wangu elilimwaine mwisho, kwani usipoweza kusikia kwangu basi utasikia kumtu we, kwa mtu mwingine. Si unaona wewe ulikuwa ufahamu kwamba ukifuga mvi au kutoweza kunywa mvi zako unapata fadhila siku ya Kiama kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hivyo mjukuu wangu, natumaini hapo utakuwa umenielewa fika kabisa. Nikamwambia babu, na mimi mjukuu wako Mohamed, kamwe sitoweza kunyoa mvi zangu pindi ambapo unapofika makamu ya kutoko na mvi. Babu yangu nashukuru sana, kwani hizi hadithi ambazo uliweza kunyadithia imetosha sana kwa kupata elimu. Babu nashukuru sana, ni mimi hapa msomaji wenu Muhamedi Msewa.